Mlango wa 33. Ole wako, uharibuye ila hukuharibiwa; utendaye hila wala hukutendewa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe, na utakapokwisha kutenda kwa hila, wao watakutenda hila wewe. E Bwana uturehemu, tumekungoja wewe; uwe wewe mkono wetu kila asubuhi, na wokovu wetu pia wakati wa taabu. Kabila za watu wamekimbia wakisikia kelele za fujo, mataifa wametawanyika ulipojiinua nafsi yako. Na mateka yako yatakumbwa kama wadudu wa kumbavyo, wataruka juu yake kama ruka vyonzige. Bwana ametukuka kwa maana anakaa juu, amejaza Sayuni hukumu na haki. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Angalia Mashujaa wao wanalia nje, wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu. Njia kuu zimeachwa, msafiri amekoma. Ameavunja maagano, ameidharau miji, hamjali mtu. Nchi inaomboleza na kulegea, Lebanoni imetahayarika na kunyauka, Sharoni imekuwa kama jangwa, Bashani na Karmeli zimepukutika majani. Basi sasa nitasimama, asema Bwana, sasa nitajiinua sasa nitajitukuza. Ninyi mtachukua mimba ya makapi, mtazaa majani makavu; pumzi yenu ni moto utakaowateketeza wenyewe. Nao mataifa watakuwa kama kuchoma chokaa, kama miba iliyokatika iteketezwayo motoni. Sikieni, ninyi mlio mbali, niliyoyatenda; na ninyi mlio karibu, kirini uweza wangu. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa; tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake isipokee rushwa, azibaye masikio yake isisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake atapewa chakula chake; maji yake hayatakoma. Macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake, yataona nchi iliyoenea sana. Moyo wako utatafakari hofu ile: yuko wapi yeye aliyehesabu? yuko wapi yeye aliyeupima ushuru? yuko wapi yeye aliyeihesabu minara? Hutawaona watu wale wakali, watu wa maneno magumu usioweza kuyafahamu, wenye lugha ya kigeni usiyoweza kuelewa nayo. Angalia Sayuni, mji wa sikukuu zetu; macho yako yatauona Yerusalemu, umekuwa kao la raha, hema isiyotangatanga; vigingi vyake havitang'olewa, wala kamba zake hazitakatika. Bali huko Bwana atakuwa pamoja nasi mwenye adhama, mahali penye mito mipana na vijito, pasipopita mashua na makasia yake, wala hapana merikebu ya vita itakayopita hapo. Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakayetuokoa. Kamba zako zimelegea, hawakuweza kukaza sana shina la mlingoti wao, hawakuweza kulikunjua tanga. Ndipo mapato ya mateka yaligawanywa, hata wachechemeao walipata mateka. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa; watu wakaao humo watasamehewa uovu wao.